Ulipotupo tuende pamoja. Ni kawaida, kipindi cha kampeni, viongozi wengi wa kisiasa hutoa ahadi nyingi kwa wananchi na kunadi ilani ya chama husika. Je, vipi utekelezaji wake upo? Je, karibu mtazamaji wa Tai Vision. Leo tunakuletea makala inayohusu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Katika mwaka wa 2022-2025 katika kata ya Imalilo Songwe iliyopo wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Kata ya Imalilo Songwe ina vijiji vitano. Kata hiyo inaongozwa na Mheshimiwa Diwani Chuki Mbwanjine wa chama cha Mapinduzi CCM. Wakati wa kampeni, diwani aliwaahidi wananchi kuwatumikia ipasavyo, huku akisisitiza kuwa atatekeleza kwa vitendo ilani ya chama chake. Hapa anaeleza utekelezaji wa ilani ya chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2022 hadi 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, Imalilo Songwe, shule ya msingi, ukamishaji wa darasa moja la shule ya msingi Imalilo Songwe, gharama ya ni milioni 14, chanzo ni halmashauri iliweza kutuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, milioni 12.5 mradi umekamilika na matumiko. Ujenzi wa madarasa mawili na ofisi shule ya msingi Marosomo, chanzo ni milioni tano na laki nane michango ni wananchi wamechangia milioni tisa na laki saba gharama yake ni milioni 58, lakini mpaka sasa wananchi wamechangia milioni tisa na laki saba. Milioni, milioni tisa na laki saba liko kwenye upauani boma halijakamilika. Mwanamara, ujenzi wa madarasa matatu na ofisi shule ya msingi Mangole, thamani yake ni milioni 78 laki 9 64 900. Michango ya wananchi wamechangia milioni 20 na laki 3. Shule ya msingi ukamishaji wa darasa moja la shule ya msingi mwa Usongwe, gharama ya mbali ni milioni 14 chanzo ni halmashauri iliweza kutuchangia, mheshimiwa mwenyekiti milioni 12.5, mradi umekamilika na matumika. Ujenzi wa madarasa mawili na ofisi shule ya msingi Malosomo, chanzo ni milioni tano na laki nane, michango ni wananchi wamechangia milioni 9.7. Gharama yake ni milioni 58, lakini mpaka sasa wananchi wamechangia milioni tisa na laki saba liko kwenye upauani boma halijakamilika. Mwanabara, ujenzi wa madarasa matatu na ofisi shule ya msingi Mangore thamani yake ni milioni sabini na nane laki tisa sitini na nne mia tisa, michango ya wananchi wamechangia milioni ishirini na laki tatu, fedha za mfuko wa jimbo ilikuwa milioni kumi na nne laki sita na elfu sabini mradi yameshapigwa paa, tunaendelea na utekelezaji unafuata. Mheshimiwa mwenyekiti, 70 idara ya kilimo na mifugo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika idara ya kilimo na mifugo tumeendelea kutekeleza shughuli mbalimbali za mifugo, utoaji wa elimu na chanzo za wanyama. Aidha, pia tumefanikiwa kutekeleza miradi katika idara hii. Mheshimiwa mwenyekiti, kama jedwali linavyoeleza. Mheshimiwa mwenyekiti, saba mbili kilimo. Idara ya kilimo inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuwafikia wananchi kuwapa elimu bora ya kilimo kwenye tija kwa wote, wananchi waliopewa elimu ya matumizi bora, bora ya kiuatilifu usajili wa kulima ili kupata mbolea tu, mm -hmm. na za na, tumeendelea umeendelea vema kwa kila kijiji. Tunaendelea na, na kazi hiyo kuhakikisha kila mkulima anapata mbolea ya ruzuku mafanikio. Mheshimiwa mwenyekiti, tumefanikiwa kutatua changamoto ya maji katika kijiji cha Walumba. Tumefanikiwa kusimamia shughuli zote za maendeleo e, ikiwemo usimamizi wa miradi tumefanikiwa kuhamasisha vijana kujiunga na jeshi la polisi na kutimu mafunzo. Jumla vijana mia mbili na kumi wamehitimu kwa sasa mwaka 2024 ambapo tumeongeza nguvu kazi ya ulinzi katika kata nne. Tumefanikiwa kuwa na mashamba mashamba darasa kwa ajili ya kilimo hususani katika vijiji vya Malosongwe na Lunga na Mwalawa tano tumefanikiwa kusimamia vikao na mikutano ya kisheria kwa kila ndogo. Panapo mafanikio, hapakosi changamoto. Sasa je, Mheshimiwa Diwani Chuki ana changamoto gani kwenye kata yake? Hapa anaeleza. Tuna ukosefu wa fedha za ukamilishaji wa miradi ya maendeleo hususan ni miradi ya zahanati ya katika kijiji cha Ulunda na Waluma, kitu ambacho kitapelekea wananchi kwenda umbali mrefu kutafuta huduma hizo mbili. Janga kubwa la ukame wa mwaka huu ambayo italeta athari kubwa ya njaa kwa wananchi. Tatu, changamoto ya fedha za uboreshaji wa mifereji mikubwa inayosaidia wananchi katika sekta ya kilimo, mfano mfereji wa mkongozi na Mwendamtito. Shukrani mshauri mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti mwenye, napenda kutoa shukrani za dhati wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr Samia Suluhu Hassan. Napenda kutoa shukrani dhati za viongozi wa chama ngazi ya kata, wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Shukurani zangu ni shukurani zangu ni wajumbe wa viongozi wote mliofika mahali hapa ili kuja kujengana na kuwekana sawa katika kazi. Baada ya mheshimiwa diwani kueleza utekelezaji wa ilani hiyo, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya Mbarali Mary Mbwilo ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye mkutano huo akatoa neno.

Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kauli hii imedhihirika kwenye mkutano wa kusoma utekelezaji wa ilani ya CCM ambapo madiwani kutoka kata mbalimbali walihudhuria, na hapa wanasema kwa majina. Anaitwa Charles Komba, diwani wa kata ya Chimala. Nimekuja hapa leo kata ya Imalilo Songwe kuja kumsapoti ndugu yangu Chuki Jeremia Mbwanjine katika hatua hii ya kusoma utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kutoka mwaka 2020 mpaka 2025. Kiukweli, kwa jinsi alivyoisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi, imeonyesha jinsi gani amewatendea haki wananchi wa kata ya Imalilo Songwe. 2020 anapoingia, tunaamini wananchi kuna mambo walimuelekeza kama mahitaji yao ndani ya kata yao, kwa maana ya kwenye vijiji baada ya utekelezaji, wananchi wamelizishwa sana na kazi nzuri ambayo wameifanya, na sisi tumeshuhudia hapa akielezea ujenzi wa vyumba vya madarasa. Kwa majina anaitwa Catherine Atilio Madete, diwani wa viti maalum Lamba Lali, na toka kata ya Mawindi. Nimefika mahali hapa kupitia mwaliko wa mheshimiwa diwani wa kata Imalilo Songwe, hivyo anavyosoma ilani ya utekelezaji wa chama cha mapinduzi, kazi alizofanya tumeshuhudia usomaji wa ilani e, tumeielewa tume na ndo maendeleo ambayo tulikuwa tunayaleta kupitia halmashauri yetu, yetu wa kuwetwa idara lakini pia kuheshimiwa, kupitia mheshimiwa mwenyekiti kama makamu mwenyekiti wakishirikiana na mwenyekiti wa halmashauri kuu ya wilaya Mbalali, lakini maendeleo haya yamekuja pia, tunamshukuru mheshimiwa rais mama yetu Samia Suluhu Hassani. E, tumeweza kupata miradi mbalimbali kupitia Imalilo Songwe lakini na mahali pengine tunapotoka. Kwa majina naitwa Michael Jeremia Makao, Mheshimiwa Diwani wa kata ya Rujewa. Kimsingi siku ya leo tumekuja kwenye kata ima losongo, mwenzetu, kwenye mkua, chama chama wakata, ya Imalilo Songwe ambayo iko katika wilaya ya Mbalali kuja kumsapoti mwenzetu anaposoma ilani ya utekelezaji kwenye mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi wa kata ya Imalilo Songwe. Mm, kimsingi tunampongeza sana na tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa nchi yetu, kwa maana ya taifa letu, kwa jinsi anavyotililisha fedha kwa ajili ya, ya miradi kwenye mikoa, wilaya na kata, na tumejionea ilani ya kata ya Songwe inavyosomwa kwa kweli, kuna miradi mingi sana, fedha nyingi sana kwenye ma elimu msingi, elimu sekondari, zahanati, miundo mbinu kwa maana ya barabara. Ukosefu wa mabweni kwenye shule mbalimbali mara kadhaa husababisha wanafunzi wa kike kupata ujauzito. Wanafunzi wa shule ya sekondari Imalilo Songwe wanaeleza hali ilivyokuwa kabla ya utekelezaji wa miradi na hali ilivyo kwa sasa baada ya miradi kutekelezwa kwenye kata yao. Jina naitwa Vanessa Mesha Kayange, niko kidato cha 4 katika shule ya Imalilo Songwe iliyopo Mbarali. Um, kwa mimi hapa ninayosoma shule ile na, na kusifia kwamba kuhusu kiongozi wetu ameboresha ame ame, miundombinu ametuletea kisima ambacho kinatuletea maji. Wakati hii ambao pale tulikuwa tunasumbuka sana kupata maji ambao tunapata shida, kwa mfano wanafunzi tunaweza kwamba tuende wapi? Tuende kisimani kule lakini kiongozi wetu ameturahisishia, ametuletea maji karibu, ametujengea bweni ambalo linasaidia sisi wasichana kutoka sehemu za mbali kupata pale huduma kwa urahisi. Kwa, kwa bweni tumepata, tunakaa saizi wasichana na pia kwa boys, na kwenye kuna bweni ambalo linasaidia wanatokea hapo hapo, na hii yote inatokea na ulinzi ambao wametuletea, wametujengea wigo ambao unasaidia ulinzi na pia wametuletea umeme umeme wa sola ambao hata umeme umeme wa kawaida ukikatika kuna umeme wa sola, kuna madarasa. Makanga jina tu Makanga yule mates. ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Maason. Uh, kabla ya mabweni kujengwa katika shule yetu, tunapata changamoto kubwa sana, maana kuna wanafunzi wengine walikuwa wanatoka nyumbani ambapo ilikuwa inatumia distance kubwa kutoka nyumbani hadi kufika shuleni, so ilisababisha wanafunzi wengi kudrop au kuto au kuacha shule kabisa kwa sababu ya distance kutoka nyumbani hadi shuleni. Kingine inasababisha wanafunzi wengi kupata mimba, ambapo walikuwa wanakutana na watu mbalimbali katika katika safari zao za kutoka nyumbani hadi shuleni. Tunaona ndio changamoto ambayo inakumba wengi, na wengine ni kuweza kufeli kwa sababu ya distance kutoka nyumbani hadi shuleni. Nashukuru sana cu kwa yale mambo yote, afana shule kwetu, amtutengea mabweni kisima ambacho kisima hicho kimesaidia kutatua changamoto ya maji. Kuna tatizo la wa maji, wanafunzi wanakotoka mbali mrefu kutafuta ya maji ya kupikia, lakini ya ia kisima hapo. Na pia kwe, ebweni, wanafunzi wengi wakotoka sehemu mbali mbali sana mpaka shule yetu, kuna mbali mrefu sana. Haya mabweni yamsaidia wanafunzi kuwa pale na ufaulu naongezeka sana mabweni ambazo amba performance kubwa sana. Kwa upande wa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Imalilo Songwe Joseph Leonardi amesema miradi hiyo ukiwemo ujenzi wa bweni la shule umesaidia kupunguza idadi ya watoto wanaoacha shule na kupata ujauzito. Watoto wengi walikuwa wanaacha shule, walikuwa wamalizi wanaweza wana, wakapangiwa kidato cha kwanza watoto labda 180 inapofika mwezi wa sita unakuta nusu ya darasa wameacha shuleni. Kutokana na ujenzi wa bweni, hiyo changamoto imepungua kwa kiasi kikubwa. Huko nyuma kulikuwa na changamoto ya, ya watoto wengi kupata ujauzito. Mtazamaji, haya ndiyo yaliyotekelezwa kwenye kata ya Imalilo Songwe inayoongozwa na Mheshimiwa Diwani Chuki Mbwanjine. Ulikuwa ukitazama makala inayohusu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM katika kata ya Imalilo Songwe. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Usisahau kusabskribe, kulike na kukomenti kwenye chaneli yetu, ili wa kwanza kupata habari zetu. Ulipo tupo, twende pamoja.